Na asante sana kwa kuchagua Uh, sema na Citizen ikiwa sasa tunaingia ndani ya Jukwaa la Afya, na kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo tutakuwa tunaangazia namna mbalimbali mbali za kukabiliana na hali za dharura, ikiwa e, ni pamoja na kutoa huduma za dharura wakati ambapo zitakuwa zinahitajika, hii iwe ni hospitalini, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini au hata barabarani, unapita tu ukamwona mwenzako yuko katika hali ambayo si ya kawaida, basi ni vipi ambavyo unaweza kumsaidia ili angalau uweze kuokoa maisha na kulisukuma gurudumu hili siko peke yangu kama nilivyokueleza, ni ninao wageni ndani ya studio ambao ni uh, bwana Sami Kamanu, karibu sana, asante sana, na mna upande huu ninaye Benjamin Mwangi, wote wakiwa wanatoka katika shirika la Red Cross, karibuni sana ndani ya studio, asante. Asante. Shukrani. Uh, pengine nianze na wewe Sami. Na. Um, tukizungumzia huduma za dharura naam ni huduma ambazo zinatokea wakati gani? Asanti sana mlivyosikia, um, majina yangu ni Sami Kamanu, mi ni mratibu uh, masuala ya afya na usalama katika shirika la Msalaba Mwekundu uh, katika idara ya, ya mafunzo Um, swala so lako ni, ni vyema kwa sababu hapa tunaangalia um, dharura, dharura ambazo zitatokea wakati wowote wa wakati wowote wa ukiwa nyumbani, wakati wowote wa ukiwa kazini, wakati wowote wa ukiwa shughuli zako, na ukiangalia um, statistics zinaonyesha kwamba uh, watu wengi sana uh, wanakumbana na, na dharura za aina mbalimbali na mwishoe itaenda kuwa na maafa ama itaenda kuwa na um, magonjwa ambayo wataishi nayo kwa miaka yao yote, yeah. Na ni vyema uh, tuangalie ni vipi eh, kama jamii tunaweza saidia eh, jamii eh, wakipatikana na jambo lolote ambalo litasababisha lita, lita maisha yao yawe hatarini. Mm-hmm. So sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu eh, kazi yetu hasa ni kuangalia ni vipi tunaweza eh, zuia, ni vipi tunaweza uh, tambua na ni vipi tunaweza saidia jamii ili waweze kukumbana na haya majanga ambayo yataleta dharura. Okay. Yeah. Sawasawa so, so. Benjamin pengine uh, tukiangalia dharura ambazo zinatokea nyumbani. Uh, tuanze kwa kuziangazia kuzigusia, moja moja. Kuna zile zinazotokea nyumbani, kazini kama hapa ambapo sisi tuko na, kuna zile nyingine ambazo zinatokea tu njiani. Tuanze na nyumbani. Ni visa vipi ambavyo mara nyingi vinatokea na huwa vinahitaji usaidizi wa dharura? Hmm. Asante sana. Uh, vile umesikia majina yangu ni Benjamin Mwangi vile vile natoka katika shirika la Msalaba Mwekundu na mratibu wa mambo ya moto na pia katika uh, idara ya usalama. mm -hmm. Uh, swali lako ni nzuri sana kwa sababu ukiwa katika nyumbani, uwe katika ofisini, ni mambo mengi ambayo yanaweza kutokea. Kwa mfano hata wakati tuko katika nyumbani tunakula tu chakula cha mchana kwa mfano, mtu anaweza kunyongwa na chakula, hiyo ni jambo la dharura uh, ukitembea tu hata pale kwa nyumba, nyumba zingine ziko na ngazi ama kwa kimombo stairs, unaweza kuanguka pale ukateguka na ukavunjika mguu uh, na ukiwa pia hata katika hali ya kutembea katika floo zetu pia unaweza kuanguka na ukavunjika vile vile. Mm-hmm. So kuna mambo mengi, hata wakati mwingine kuna hewa kama ya sumu, huenda ikatokana na chochote kile, na unaweza kunusia ile hewa ambayo ni ya sumu na ikakuletea shida za kupumua. Aa, ukiwa kazini kuna mambo mengi pia, na inategemea na ile kwa kimombo tunaweza sema environment ama hali ya mazingira, na kila eh, eneo la kazi liko na hatari zake. Mm -hmm. So kuna hizo hatari pia, tunaita katika huduma ya kwanza tunaziita ABCs ama A bana cha. So unakuta kuna mambo ambayo inasumbua hali ya kupumua, kuna mambo inasumbua hali ya uh, usambazaji wa damu katika mwili mm -hmm. So kuna hizo um, uh, majanga ambazo hutokea na inategemea na mazingira ambayo uko na tutazungumzia zaidi ya ni nini unaweza kufanya ili kuzuia ule mtu kupoteza maisha. Kwa mfano tumezungumzia ABCD, pengine tufanulie tu Kiingereza, maanake naona umejaribu kuitafsiri Kiswahili uh, lakini pengine mwingine hata ipata inakuwa yeah. Hey, inasimamia nini B nini hadi c? So, hey, A inasimamia airway mm -hmm. Na airway tunazungumzia njia ya kupumua ndani mm. na nje kwa kifupi mm. B inasimamia breathing. Mm -hmm. So hali yako ya kupumua unapumua vipi? Na C inasimamia circulation. So unakuta circulation hiya ni usambazaji wa damu katika mwili. So na kile tunaangalia wakati tunaongelelea mambo ya C ni kama unafuja damu kwa mfano. Mm. So damu yote inafaa kuwa ikisambaa ndani ya mwili, lakini tukiona damu nje ya mwili, lazima tujiulize inatoka wapi na ni nini kinasababisha, so tunazuia kwa haraka ili usipoteze maisha yako. Sawa sawa, umetueleza kuhusiana na zile hali ambazo zinaweza kutokea nyumbani mm. mpaka mtu akawa anahitaji huduma za dharura, mojawapo ikiwa ni kuanguka mm. Sasa tuseme kwa mfano, mtu yuko nyumbani mm. anapiga deki tu, mara ameteleza, ameanguka mm. ama anapanda stairs, amekwenda ameanguka, ama mtoto pengine yuko kitandani, amelala, kifanya ameanguka, kitu cha kwanza kile ambacho mtu anastahili kufanya wakati anapomwona mtu ameanguka mm, ama yeye mwenyewe anapoanguka anastahili kufanya nini ili kuzuia pengine madhara zaidi mm. Asante sana e, katika somo la huduma ya kwanza tunasema kuna kitu tunaitanga daktari ABC mm-hmm, D niongezee katika zile ABC D inaongezea mambo na hatari ama denja kwa kimombo, okay. So lazima uangalie ni nini kimesababisha hiyo hali so danger, ukishajibu hilo swali katika mawazo yako, cha pili ni kuangalia response. R inasimamia response. Sasa response, uangalie ule casualty ama huyo mjeruhi ako vipi katika response yake, ndio sasa uende moja kwa moja kuangalia hizo ABC vile tume zisema mm -hmm. Kwa sababu hizo ni muhimu sana kwa kimombo tunaziita primary assessment. So ukisha ziangalia na uone kwamba ako sawa katika hiyo hali ya ABC, kisha sasa ni usonge katika lile uh, jiraha ambayo ame sustain hapo mm -hmm. ndio sasa uweze kutibu, na kama ni kuvunjika kwa mfupa kwa mfano na unaona amevunjika mfupa mm -hmm kuna ile sasa, unafanya kitu tunaita splinting. Sasa unatumia kama ni mbao, ili uweze kushikanisha ule mfupa uh, pamoja. na tukipata muda tutaonyesha uh, kulingana na zile vitu tuko nazo hapa uh -huh. ili sasa ukisha stabilize hiyo mfupa, sasa unaweza kupiga simu katika uh, shirika la Red Cross for example, upige simu ya emergency uh -huh. na ambulance itaweza kukuja na wachukulie mali nyinyi mmefikia. mm -hmm. Maana sisi ambaye tuko na huyo uh, kashwoti hapo, sisi sio madaktari, so si tunampatia tu huduma ya kwanza, kisha sasa ambulance ndio itaweza kumpeleka hospitalini ili akatibiwe zaidi lakini unajua mara nyingi Benjamin, watu wanapoanguka nyumbani si rahisi upate mtu amevunjika mkono ama nini. mm. baadaye mtu unakuja unasikia amepata hali nyingine mm. Baadaye wakija akiulizwa, pengine ulipata jeraha, nilianguka mm. ni vitu gani ambavyo mtu aangalie ajue nisipuuze hapa, anastahili kwenda kumwona daktari mm-hmm. ama niko sawa maanake mtu pengine anapiga deki ameteleza tu kichwa chini. Kuna wakati mmoja nakumbuka nilipata dharura nyumbani, mtoto alianguka. Daktari aliniuliza kitu cha kwanza, alilia ama alinyamaza? Mm -hmm. Nikamwambia, alilia sana kaniambia, mm. hakuna hatari zaidi. Mm. Lakini iwapo angekuwa amenyamaza kwa muda mrefu ningesema, lakini mbali na hayo mlete hospitali. Mm. Sasa tunataka tujue ikifika wakati gani mtu ajue kwamba huyu ameanguka Mm. Hii ni hali ambayo inahitaji kushughulikiwa zaidi kuonekana na daktari, ama tumwangalie kama tumeangalia ABCD hewa mm, yake iko sawa, kila kitu kiko sawa, tumwache aendelee na maisha. Mm. Swali mzuri na kunazo ishara mm -hmm. zile ambazo tunaita signs and symptoms, na ukiziangalia kwa mfano tuseme kama mkono ukiangalia umefura ile unajiuliza hiyo kufura ni ya nini? mm -hmm. Haya, ukimwambia kama ukishika mikono yake yote mbili hivi iangalie mm -hmm. na uone mmoja ni mfupi kuliko ule mwingine mm -hmm. naturally anafaa kutoshana yenyewe mm -hmm. Lakini ukiona mwingine ni mfupi kuliko ule mwingine, unaona kwamba hapo kuna kitu tunaita deformity mm -hmm. Haya, ukishaangalia hizo ishara, pia kuna ile kuguza, moja kwa moja na uguze hiyo ingine, utasikia kama moja iko na deformity mm. So hizo ni ishara zinakuambia kwamba ako na fracture kwa mfano, ama amevunjika. mm -hmm. na pia atakuwa nakueleza, uchungu anahisi uchungu sehemu ile. Kwa hivyo hizo ni zile vitu ambazo tunafuatilia kulingana na kile tunaona, kile tunahisi na vile tunaambiwa. Haya, kitu kingine umesema ni kwamba daktari alikuuliza, je, alilia ama kulia. hiyo ni ile assessment ya ABC. Mhm mm, maana ukiona mtu anaongea ama anapiga nduru ama analia, wakati huo yuko what we call out of danger. Aha, uh -huh. Eh, lakini kwa kama wanapiga kelele sana <laughs> wenye wanasema <laughs> huwa hawajaumia sana ndio maana, maana nimeweka in quotes eh. mm. katika ile taratibu watu tunatumia kuangalia hatari mhm huyo mtu hayuko hatarini sana. Okay. lakini ule amenyamaza haongei hasemi lolote mm. hata hali yake ya consciousness, ya ufahamu hauielewi vizuri, unafaa kuwa makini naye na kumwangalia kwa kina mm -hmm. ili asiwe ako katika hali ambaye inaweza kumaliza uhai wake, so hizo ndio baadhi ya zile vitu tunasema, hata katika mafunzo, wakati tunafunza watu, tunawapatia zile signs ama ishara za kuangalia ili uweze kujua kuna hatari au hakuna hatari. Okay. Sawa sawa, tutakuja tuendelee. Muda usiokuwa mrefu tunakwenda kwenye mapumziko, lakini kabla ya kwenda kwenye mapumziko, naarifiwa kwamba tutupie jicho kule Vatican, maanake ile shughuli ya kuanza kupiga kura na kumchagua mrithi wa Papa Francis inaanza hii leo, na kama unavyoona picha, ndo hizo zinaendelea. Tuangalie kidogo tu, alafu baadaye tutakuja tuendelee na mada yetu.